Sehemu ya pili inaanza na Yi Jae akimwelekezea kifo bunduki na kufyatua risasi. Anajaribu kurejea haraka kulipiza kisasi kwa ajili ya Taiyu, lakini bunduki inakataa kufanya kazi. Anapogeuka anaelewa kwamba kama vile maji hayalowi na moto hauchomi ndivyo kifo hakiwezi kufa. Kifo kinaonyesha sehemu ndogo ya uso wake wa kweli kumkumbusha Yi Jae yeye ni nani. Baada ya kumkejeli kwa kubadilika na kuwa mpenzi wake Jisu, akitabasamu kikatili, kifo kinamtuma kwenye maisha yanayofuata. Yi Jae anazaliwa upya katika mwili wa Zang Yuchel, ambaye alipenda kuchora tangu utotoni. Licha ya kipaji chake, hakutambuliwa hadi siku moja alipomwona mwanamke akianguka kutoka kwenye jengo na kugundua kwamba sanaa yake ilitokana na kifo. Picha za watu waliofariki zilinunuliwa kwa bei ghali. Kwa hivyo aliamua kufanya sanaa yake kwa umakini zaidi na kuanza kuwawinda wahasiriwa wake mwenyewe. Matendo yake ya kinyama yalichapishwa kwenye habari kama ya muuaji wa mfululizo. Wakati huo huo, picha zake ziliuzwa kwa mamilioni, na anadai watu kumi na tano walizaliwa upya kwenye kazi zake. Yejie anaanza kuumwa hadi kutapika anapopokea kumbukumbu hizi zote, lakini anakubali kutumia mwili wa pepo kumwenda mwingine Anarudi kwenye eneo la kifo chake cha mwisho na anakuta kalamu ya Jisu ndani ya mfereji wa maji machafu. Usiku huo, Taiyu anamsihi wakili kuchukua lawama kwa kosa la kugonga na kukimbia, akimwahidi mojawapo ya matawi ya kampuni. Chipu ya gari ambayo ilirekodi nani alikuwa akiendesha iliishia kwenye mfereji huo pamoja na kalamu. Wakati Yijie anaangalia mahojiano ya adui yake, anaanza kuvuja damu puani na anazimia. Anapoamka anagundua na uvimbe kichwani na mwezi mmoja tu wa kuishi, muda anaouona unatosha kukamilisha mpango wake. Kwa bahati mbaya, Taiyu anavutiwa na mojawapo ya kazi zake za bei ghali na anamgojea kwenye nyumba yake ya sanaa. Wanapokutana, Yi Jae anamdhihaki Taiyu akifichua kwamba anatumia damu ya wahasiriwa wake kuunda kazi za sanaa. Anadai wote wawili wanafanana kwa kuamini wao ni miungu wanapoondoa maisha ya watu. Tayu anakerwa na maoni hayo, lakini msanii huyo anasema ilikuwa tu utani. Akiwa peke yake na muuaji wa mpenzi wake, Yi Jae anafikiria kumuua, lakini anakumbuka onyo la kifo kwamba akijaribu kumuua mtu yoyote atatupwa moja kwa moja kuzimu. Kisha anamwambia Tayu atamuuzia uchoraji, lakini anataka kuukabidhi kibinafsi, na kwa hilo anahitaji anwani yake. Baada ya misa ya kaka yake Tayu, anapigiwa simu akijulishwa kuwa baba yake anamshuku na anafanya uchunguzi. Akiwa kasirika, anachukua tembe zake na kuongeza mwendo kwenye gari, wakipita madetektivu wawili ambao mara moja wanamfuata. Akikamatwa kwenye eneo la ujenzi, afisa anagundua Tayu alikuwa chini ya ushawishi wa dawa za kulevya. Kwa simu moja tu, Tayu anasuluhisha hali hiyo kwa kuzungumza na kamishna wa polisi. Anapofika nyumbani anamkuta Yi Jae tayari akimsubiri na kumchokoza kwa kukanyaga gari lake la kifahari. Wanaanza kupigana na Yi Jae anampiga Tayu. Tayu anakimbilia kwenye gari lake, anachukua bunduki na kumpiga Yi Jae. Akiamini amemuua, Tayu anasogea karibu, lakini Yi Jae akiwa amevaa fulana ya kuzuia risasi anamshangaza, anamshinda na kumpeleka ndani ya nyumba. Yijae anazumia wakati akijiandaa kwa ajili ya kulipiza kisasi. Kwa sababu ya uvimbe kichwani, anapoamka anajikuta amefungwa kwenye machela. Taiyu anafichua jinsi alivyogundua ladha ya kifo. Siku moja alimgonga kwa bahati mbaya mtu aliyekuwa amesimama katikati ya barabara, mtu yule yule ambaye Yijae alimwona mwanzoni wa kisa, na Taiyu alihisi raha kumwona akiteseka ardhini na kujisikia kama Mungu. Yi Jae alipomsubiri pema na kufichua maelezo ya kile angemfanyia ilimlesha, akiwa amesisimka na hili lilikuwa kifo chenye uchungu na maumivu zaidi ambalo Yi Jae alipata. Hata hivyo Yi Jae alikuwa akimchekea kifo kwa mshangao. Kulikuwa na kamera siri zilizorekodi mfanyabiashara akitenda unyama huo. Yi Jae alielezea kuwa ilikuwa sehemu ya mpango wake wote, kwa kuwa hakuweza kumuua, angemwangamiza kwa njia nyingine. Kifo kinamtuma kwenye maisha yanayofuata, Anji Hyang, detective aliyepoteza baba yake akiwa ya mtoto. Alipofauli mitihani ya polisi, mama yake aliugwa kwa hofu, hivyo aliahidi kutochukua hatari na aliamua kuwa detective wa kawaida tu ili aishi mwenzake. Hawakumheshimu, mchukulia kama mwoga. Hata baada ya kifo cha mama yake, aliendelea kurudi nyuma katika kukabiliana na hatua poteza hata heshima ya mwenzake Ji Hyang barabarani alimwona mfungwa mwenzake aliyemuua katika maisha ya tano. Wakati mwanamume huyo alikuwa akimtisha mwingine kwa kisu, Yi Jae alimkaribia na kumdanganya kwa kusema yeye ni mfungwa mwenzake wa zamani aliyefufuliwa, hivyo alimfanya akiri uhalifu mbele ya kila mtu aliyekuwa akirekodi. Aliposhambuliwa alitumia ujuzi wake na kumzuia kwa urahisi. Video yake ilisambaa mtandaoni ikiongeza heshima yake pamoja na hata ya jeshi lote. Yi Jae anarudi kwenye nyumba ya msanii kupata ushahidi wa kifo chake cha mwisho. Wakati mwenzake aliita kwa msaada, Yi Jae aliinaka rekodi na kufuta video za asilia. Ushahidi mwingi ulipatikana hapo, ikionyesha kwamba msanii huyo Zhang Yuchel alikuwa muuaji wa mfululizo aliyegeuza wahasiriwa wake kuwa sanaa. Hili limfurahisha bosi wake sana, lakini mtu ambaye hakufurahiwa na hili alikuwa Tai Yu. Tai Yu anapofika kwenye eneo la tukio, anazuiliwa na afisa wa polisi anayemdhihaki. Mazaidi ya hayo, anaona kwenye TV kwamba detective huyo anakuwa shujaa katika kupambana na uhalifu. Kisha anawapigia simu watu wake na anapanga kifo cha detective shujaa. akishukia mfumo Ijai anatoa video za uhalifu moja kwa moja kwa mwanaandishi. Baadaye anagundua kwamba mama yake alikuwa akichunguliwa kwa sababu ya beg la meda aliyowachia kamera zilirekodi begi hilo ikitolewa na mmoja wa wahasiriwa wanaochunguliwa. Anazungumza na yeye akijifanya kama detective. Anatumia fursa ya kamba za viatu zilizo wazi kumzuia asijue ni nani anazungumza naye. Baadaye anaacha chakula ndani ya mlango wa mama yake naendesha kuzungukwa na jambidi aliyetumwa na Taiyu. Wakati huo huo, Taiyu anagundua kwamba baba yake alikuwa akifanya maendeleo katika uchunguzi dhidi yake. Akiwa kasirika mwendaza huyo anambana draiva barabarani na kumchoma kisu. Mmoja wa watoa habari zake wa TV anamwona kuhusu video ya mauaji yake iliyotolewa na detective kwa vyombo vya habari. Anapojaribu kumpigia simu mtu aliyetumwa kumuua Yi Jae anagundua kwamba yeye ndiye aliyekamatwa na tayari alikuwa kituoni. Kwa kutumia ushawishi wake Tayu anamtaka kamishna wa polisi mwenyewe aandaye mkutano na detective huyo. Taiyu anajaribu kumhonga Yije kwa pesa nyingi na ushawishi Yije anakataa na kusema kwamba lengo lake ni kumwangamiza kabisa. Hata hivyo, baadaye Yije anamuona Taiyu akicheza kadi yake nyingine. Taiyu anaamua kujisalimisha kwa mamlaka akikiri kuwa anahusika na kifo cha Jang Yu Chil, lakini anadai kuwa alifanya hivyo ili kujikinga. Zaidi ya hayo, picha zilizowasilishwa kwenye TV zilikuwa tu za muuaji akimchukua Taiyu, ikithibitisha toleo lake. Tayu alitoka kituoni cha polisi kupitia mlango wa mbele kama mtu asiye na hatia. Usiku huo, wakati detektivu alitekwa nyara na maafisa wafisadi, akiwa amechukua tembe zake na kupumzika kwenye ndege yake kuelekea nje ya nchi, Tayu anaishia kupata mshangao sio wa kupendeza. Anaona rekodi inayofichua mauaji yote aliyofanya na anasikia onyo kwamba ndege italipuka kwa sekunde thelathini. Akiwa amekata tamaa, anashika parachuti na kuruka kutoka kwenye ndege kabla tu ya mlipuko anafanikiwa kutua salama, lakini tu ili kugongwa na gari katika papo hapo. Kisha detektivu wanaonekana mbele ya Tai Yu. Inafichuliwa kuwa wiki mbili mapema, katika maisha yake kama muuaji aliyeajiriwa, Yije alijua mahali bosi wa uhalifu alikohifadhi siri za wateja. Alichukua diski kuu iliyo na ushahidi na kwa kumbukumbu zaidi za kaka yake, alijua aliweka tembe zake kwenye kalamu na kuzibadilisha na dawa za kutuliza mwenzake daima alikuwa kando yake, na aliwatishia wenzake kulala uongo kwa Tayu, na kwa kutumia ujuzi kutoka kwa maisha yake yote hadi sasa, alitekeleza mpango wake kwa kuweka mabomu kwenye ndege. Ilipokuwa ikipaa, ilionyeshwa kwa vyombo vya habari na kwenye TV akimwajiri bosi wa uhalifu kumuua kaka yake mwenyewe mbali na video ambapo anafichua uhalifu wote kabla ya kumuua muuaji wa mfululizo kabla tayu hawezi kuamka, Yije aliruka kutoka kwenye ndege na kumngojea chini, huku akifuatilia athari za mlepuko na GPS. Hata hivyo, akisukumwa na kiu ya kulipiza kisasi, yije anaamua kumuua. Hata kuonekana kwa kifo ambaye angempeleka moja kwa moja kuzimu hakumfanya aache hadi kalamu ya Jisuu inapoanguka kutoka mfukoni mwake, na akiamini ni mpenzi wake akijaribu kumlinda, anaacha kumuua Taiyu, hivyo akitoroka kutumia umilele kuzimu. Taiyu anainuka na kujaribu kumshambulia kutoka nyuma, lakini upepo unavuta parachuti yake na kusababisha agongwe na lori linalopita. Kituoni cha polisi, detektivu alimpata wakili wa Taiyu na kusema kwamba kitu pekee ambacho kingemwepusha na kesi ilikuwa kadi ya kumbukumbu. Wakili alikuwa na hisia na mwenye shukrani lakini Yije anaharibu kadi ya kumbukumbu kwa sababu anastahili kuoza gerezani kwa nyakati zote alizoficha uhalifu wa Taiyu. Matokeo kwa Pak Taiyu yalikuwa makubwa: makamanda watatu wa polisi waliondolewa na baba yake alijiuzulu, akiacha kampuni mikononi mwa Onyei sana. Yije anamtembelea Taiyu hospitalini ambaye anaendelea kuishi tu kutokana na usaidizi wa maisha na amepoteza miguu yote miwili. Akitembelea mkumbusho wa mpenzi wake wa zamani Yije anaamua kuishi maisha ya detektivu na kuendelea kupambana na uhalifu, na akiwa na mwenzake Jihun wanaendelea kuwakamata wahalifu mbalimbali mbali. Alikuwa akizoea maisha haya akiamini kwamba siku moja angeuawa katika moja ya oparesheni hizi, lakini Jihun alimlinda daima mwenzake. Aliishia jeruhiwa katika kazi na hospitalini, Yije anakutana na familia ya Jihun ambayo alimpenda sana na daima walikuwa na wasiwasi anapoenda kazini. Yije kisha anamwahidi binti ya Jihun kwamba atamlinda daima ili arudi salama kwa familia yake. Hata hivyo katika mtego wa dari ya jengo hawakubundua alikuwa na silaha. Alipiga risasi mara mbili, akimpiga Yije na wenzake. Katika jaribio la kumlinda rafiki yake na familia yake, alimfuata mhalifu ambaye alipiga risasi zaidi tumboni mwake, na wote walianguka kutoka kwenye jengo. Kifo kinamkemea Yije kwa kuendelea kuwa mchoyo. Yi Jae anasema haelewi kwa sababu mara hii alijitoa sadaka kumwokoa mtu mwingine. Kifo kinamcheka ikimwita mjinga na kumtuma kwenye maisha yafuatayo, safari hii muombaji. anaangalia habari za kwamba detektivu wa polisi anayechukuliwa kama shujaa amekufa katika mtego akianguka kutoka kwenye jengo. Anaamua kuenda kwenye mazishi. Hata hivyo, kila mtu huku alimsalimia kwa ubaguzi. Yi Jae sasa anaelewa kwa nini kifo kilimuita mjinga kwa sababu alijivunia mafanikio ya wengine akitumia ujuzi na kumbukumbu zisizokuwa zake. Zaidi ya hayo, kifo stili kinadokeza kwamba alijitoa sadaka bure kwa sababu mwenzake hangekufa siku hiyo. Akiwa amechoka Yije anataribu kuetoroka, anajikwaa kwenye ndazi, akipiga kicho chake na kufa kabla ya kupokea kumbukumbu -kumbu zaidi. Yije anagundua ukweli. Jiwe la ukweli limeonyesha kwamba alikuwa mtu kawaida na maisha ambayo yije aliyatamani: kazi nzuri, ndoa na familia yenye happiness lakini alifukuzwa kazi na, bila kazi, mkeo akaomba talaka. Akiwa amekata tamaa, matakizo yake ya mwisho yalikuwa kifo. Kwa hiyo, alifuata hatima yake akisimama mbele ya gari ya tayu na kutupwa kwa barabara. Kuanzia mtu huo, hatima ya Yi Jae ilifungwa kwa sababu huyo ndiye aliyekufa mikononi mwake, mwanzo wa kila kitu. Akirudi pugatori, Yi Jae alitaka tu kwenda kwenye maisha yake ya mwisho kufa na kumaliza yote, lakini kifo kilicheza triki nyingine. Kwa mara tu alipoamka alikuwa nyumbani akijitazama kwenye kioo, alikuwa katika mwili wa mama yake. Alipopokea kumbukumbu kumbu, aligundua kiasi gani alijua vidogo mama yake alijua, jinsi mama yake alivyompenda na alijaribu kumtia moyo. Yiji hakuwa na nguvu kama mama yake, na yeye ndiye alikuwa akimpigia simu mwanae usiku alipokata tamaa. Maumivu ya kupokea habari za kifo chake yalikuwa makubwa sana. Ilikuwa wakati huo ambapo Yiji aligundua kiasi gani alimuumiza mama yake na jinsi alivyokuwa mchoya katika uamuzi wake kwa hiyo anaamua kuishi kama mama yake kama adhabu, na sasa anahisi aibu kwa kifo chake mwenyewe, lakini anaamua kufanya kazi. Akichunguza mkumbusho wake, aligundua kwamba mama yake alikwenda kule kila siku baada ya kazi, kumuona mwanaye na kujilaumu. Yije aliamua kutimiza ahadi ya kumpeleka mama yake mlimani, ambapo alimkutana na baba yake. Bila jali mailio, alifanikiwa kufika kileleni katika mawazo. Mwishoni, aliomba msamaha kutoka kwa mama yake na kushika mkono wake. Akirudi anateleza naanguka, akikataa kumwacha mama yake afe. Hivi anafanya kila juhudi kufika kwenye ndazi, uokolewe na kuamka hospitalini. Anachagua kumpa mama yake maisha marefu. Aliishi kwa miaka mingine thelathini na mbili katika mwili wake na muda wake wa mwisho, maisha yake yote yalipita mbele ya macho yake. Anamwambia kifo kwamba haiamini, amemiss kwa muda ya mrefu kwa, lakini kwake hata sekunde moja haijapita. Yiji anaomba maisha moja zaidi, mara hii maisha yake mwenyewe. Sasa anaelewa muhimu wa kila muda aliishi, na anaomba tu fursa ya kumkumbatia mama yake angalau mara moja. Kifo kinampongeza kwamba kwa maneno haya ameshinda mchezo, lakini atakuwa na fursa moja, risasi moja, na kama bunduki haitafyakwa atahukumiwa na Mungu. Yiji anachukua silaha hatarishi na kwa furaha yake inafanya kazi. Anarudi juu ya mjengo, kabla tu ya kukata tamaa lakini mara hii anajibu simu ya mama yake, na barua yake kwa kifo inaruka mbali, hivyo ikimaliza mchezo wa kifo.